Leo ni siku ya unywaji maziwa duniani. Kwa Tanzania, haya ni maadhimisho ya ishirini na nane ambayo kitaifa kwa mwaka huu yameadhimishwa mkoani Morogoro. Kasi ya unywaji maziwa kwa wananchi bado iko chini. E, unywaji wa maziwa kwangu binafsi, kwa kweli sishiriki kunywa maziwa mara kwa mara, kutokana na hali halisi ya kipato au na kupata bidhaa zenyewe za maziwa kwa sababu Morogoro ni adimu na bei ziko juu sana. Kwa maana hiyo, kwa wiki labda, kwa sababu mimi ni mfanyakazi, naweza nikapata kwa wiki labda mara tatu. Nyumbani kwangu wote tunapenda maziwa sana sana, tunapendaga sana kutumia maziwa ya mtindi, sababu yale tunatumia hata kwa ugali. Kwa hiyo huwa tunapenda, kuna wakati tunapopata kipato, tunakunywa mara kwa mara. Urahisia upatikanaji wenyewe wa maziwa huko chini. Ndoki, ndo sababu kubwa, kwa sababu unaweza ukawa unahitaji maziwa lakini maziwa siyapate kwa wakati huo unaohitaji, kwa hiyo inasababisha au inapelekea wewe usi, usinywe maziwa kwa wakati ule. Katika maadhimisho haya, serikali imesema mpango wake ni kuimarisha ufugaji bora utakaosaidia kuongeza kiwango cha uzalishaji wa maziwa, kuongezea tija ng'ombe hawa hawa tuliokuwa nao, badala ya kuwa na milioni ng'ombe milioni mbili wanazunguka wanakula mifugo ya mashamba ya wakulima mnaleta hasa na migogoro isiokuwa na tija. Una ng'ombe mia sita wanakupa lita mbili za maziwa kwa siku. Kuwa na ng'ombe mia mbili wakupe lita mia tatu za nani? Wewe una nuru, ng'ombe ana nuru, wafugaji wana nuru, wakulima wanafurahi. nakwenda kuanzisha ATM za maziwa hapa nchini. Kwa sasa tunazo ATM za maziwa kumi na sita pekee, hazitoshi. Dar es salaam ziko mbili, pale Arusha ziko nne, Dodoma ziko mbili Morogoro ni kile kuna ATM mshima marima pale taiti. Tunakwenda kununua ATM 75 tunapowaambia Watanzania watambua umuhimu wa, wa kunywa maziwa ambayo ni salama. Ni muhimu sasa na sisi wafugaji sisi tunaokamua maziwa tutambue umuhimu wa kuzalisha maziwa ambayo ni salama sababu tunakwenda kuondoka kwenye uholela tunakwenda kwenye mfumo rasmi wa uzalishaji wetu wa maziwa na Watanzania wafahamu kwa nini wanatakiwa kunywa maziwa ambayo ni salama. Kwa sasa sekta ya maziwa inachangia asilimia mbili nukta tatu kwenye pato la taifa. Theresia Mwanga, Azam News, Morogoro <mulia>